Rusi kwa muda wote anatafuta kuvuruga makundi yao kwa sababu anajua kuna kitu kimefichwa ndani yake ya kusifu na kuabudu. Kwa hiyo utakuta watu wanapokusanyika kwa ajili ya kuimba, jambo la maombi wanaliweka pembeni. Maombi yanakuwa ni kwa ajili ya kufungua kipindi. Na penye hapo umshukuru Mungu kama hata wanakumbuka kufungua kipindi, okay. Mtafungua kipindi kwa neno na maombi. Kwa hiyo huwezi kutenganisha kusifu na kuabudu na kuimba na neno na maombi. Kwa hiyo mnafungua na maombi, na kuna mahali pengine ambapo nimeshuhudia wakigundua kwamba wewe unajifanya umeokoka sana, ukipewa kuomba unaomba dakika tano, wanasema msimpe yule. Kwa hiyo nataka mtu ambaye ataomba maombi ya muda mfupi, akiomba kitu kidogo asema huyu ndio ameomba vizuri, alafu tuendelee na maombi, tuendelee na uimbaji. Kuna uwezekano mkafanya mazoezi ya kuimba labda ni chorus maneno matano au sentensi mbili mkafanya masaa mawili na nusu, lakini uwezo wa kuimba nusu saa hakuna. Watumishi wa Mungu, tunaelewa vizuri, nasema hivi, kuna uwezekano wa kufanya mazoezi ya kukamata chorus na kuimba vizuri sawasawa na viwango ambavyo walimu wa kwaya wanataka. Mkafanya mazoezi muda gani? Masaa mawili, lakini uwezo wa kuomba nusu saa haupo. Na ukiambiwa, kwa tumekuja kuimba, hatujaja kuomba hapa.